Mambo vipi? Metro Media TV tupo na mkali wa hizi kazi, au sio bwana? Ladies and gentlemen, put your hand together bana, nikute basi litakuwa nzuri ende. Kazoa mtu mbaya, vipaji kibao. Kazoa mtu mbaya, tupo naye hapa bwana eh. Kwanza hongera sana talent ya kutosha, uwezo mkubwa. Mimi nakufuatilia kitambo sanami shabiki yako mkubwa sana, sana, eh, eh, sana. Sikuwahi uh, kufikiria ukitoa ile, ile staili yako ya kula hmm, kwamba utakuwa na vitu vingi zaidi ambavyo sasa hivi naviona especially hmm, kwenye swala la sauti. Yeah, okay, okay. Uh, ni, ni, ni talent ya hali ya juu na ni kubwa sana. Unawezaje ku maintain hivi vitu? Unawezaje kuifanya kwa kwa wakati tofauti tofauti na vitu vyote unavyo wewe? Mimi uh, nadhani hiyo kwanza kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa talanta. Eh. Yeah, na yeah, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili, naweza yeah, kusema kwamba hiyo ndio sana yetu sisi ni kubwa. Kabisa. Sana ni kubwa na kila siku na inaibuka mambo mengi sana, bwana, inahitaji sana yetu itumike, yeah, kabisa. Yes, so, yeah, polo, kwa hiyo nabii nilikuepo na ilianza kwa wenzetu huko nje. Kwa hiyo tulikuwa yeah, yeah, ni ngeni kwa bado hatujaanza hizo vitu. Kwa hivyo kuja pia ikawa ni sema hapo na sisi tukapata fursa ya kujumuika na tukapata na ni kidogo mazoezi mawili matatu. Unaona, yeah, tukafanya na, na tulianza kwanza vizuri kama hivi, tulianza kidogo kidogo kujifunza kama sanaa yetu ya maigizo, then nikaja kuja kuja ku improve zaidi, na tukawa kwa makonki zaidi kama sasa hivi, unaona. Kwa hiyo ni sanaa ile ile sanaa ya uigizaji ile, unaihamisha kwenye toa, kwenye sauti, yaani unamvisha sauti ambayo anaigiza. Yes, umeona nini kwa kijana wako mpaka umekuja kumsupport? Ah, huyu ndugu yangu bwana, mda uh, mrefu sana. Ni mda mrefu sana, kwa sababu kwa kwanza kwanza ni mpongeze kwanza, ni mjana ambaye mwenye uthubutu pia na mwenye uthubutu mpambanaji, na ni kijana ambaye anataka kila siku kujifunza na na kila siku anapiga vita wa maskini. Eh, kwa hiyo mimi nikiona mtu anapiga vita wa maskini huwa nashikamana naye sana, kwa sababu mimi pia huwa maskini siupendi na siupendi niushinane na pia na kuchukulia hatua. Kwa hiyo kama usipozoea kuchukulia hatua, utaweza kutagombana na watu. Tunaona, yani anipe support, yani aniunge mkono, kumbe mda mwingine utakao uanze wewe tu wa kushikia mkono mm. Kwa hiyo niliona ana kitu kikubwa sana. Kwanza mm. Yeah, okay. Kwa ah, kwa kwa kwa kwa pia ni mwigizaji mzuri na labda na watu wengine wengine, huwa wananipa ushauri bla, nifanye nini nifanye hivi hivi hivi, na na akifanye vitakuwaje, hebu nionyeshe namba namba, mawazo nenda hivi, kwa sababu anakubali pia kwamba yee, sisi tulitangulia mwenelewa, kwa sababu sisi wakati tunaigiza sisi wengine walikuwa wadogo, mwasau tutudiiza tukiwa wadogo kwa hiyo kiasi bado ni mdogo sana kwangu. Kwa hiyo bado tuna eh, kwa kaanza kaanza kupambana naye pia akiwa mdogo. Kwa hiyo kakutana na sisi kwenye ile sport, tupambana naye pia vivyo, tunashauriana. Ana kipaji kikubwa, kwa sababu atamjalia inshallah. Pengine mimi si sio mfuatiliaji sana, lakini mimi ni mfuatiliaji. jambo na vijambo ipo, jambo na vijambo ipo, jambo na vijambo ipo. Tulikuwa tuna tuna tuna tunapata nafasi ya kuiona kwenye TV ndio, lakini sijui, lakini bado ipo kwenye TV? Ah, kwenye TV kama ipo. Ipo, ipo kwenye makaratasi sababu tuna script kama mpaka 2030. Ni a faka sisi tunafanya kipindi, kimefika kama sehemu ya ya TV show yani maana yake

Ni gharama kiasi gani? Ah.

os tukimaliza shule tusitengeneze kitu chetu wenyewe tukacha alama upitia yeah, elimu yetu tulikuwa nayo yeah, tukapata hiki kitu kinachoitwa jambo yeah, na vijambo yeah, na jambo yeah, na vijambo tulianza elfu mbili na tisa kuitengeneza mpaka elfu mbili na kumi na kumi na moja ndiyo tumepata jina kamili, na nini kifanyike ndani elfu mbili na kumi na mbili <tuh>

Asi, mbona kuna unaidia kubwa sana hiyo. Kenya akamwambia watu si nchi gani, akamwambia hawa Tanzania. Mbongo tu. Mbongo na bajeti yao hivi hivi, akamwambia ni wanangu, akamwambia hebu waite walete nani demo. Sisi tukaitwa tena tukafanya tena demo, tukapeleka tukapitisha moja kwa moja East Africa, tukaanza kipindi. Mbona kono sisi na East Africa pale watu watu tunashangaza kwa sababu ni kipindi kile ndio kinajua tunatoka pale East Africa, wanakuja kina bambo, na sisi ndio tukaingia kupiga mzigo. Kwa hiyo tukakiukweli mpaka leo hii mpaka endeza akasema tunajisifia kwa sababu moja ya vipindi ambavyo vina mashabiki mpaka wasanii wenzetu ni jambo e. e. ah, ah, mm. na vijambo wasanii wenzetu, ile mimi naangalia mda wote, kila mtu alikuwa anaangalia. Mlileta mapinduzi katika e. industry ya uchekeshaji hii e. e. style yako ya kula ndio maisha yako mpaka omboyo utapigwa na wenyewe mimi silivile bwana, i maigizo na ndo moja ya at ambazo unazitengeneza ili tuwaaminishe watu na kweli zimefika kwenye jamii. Unaona, kwa sababu kutengeneza kitu ambacho utakaamini kweli si mchezo shehe. Ukiwekewa mzigo, lakini unakata, ila kamera akikando, unakata kwenye kamera, unakata lakini umesha kenda simalize. Hii style za... Mtu vunjie kidogo bana. Haipendi sana. Mimi nafuatilia sana sana sana. Sasa. Mi nakwambie sasa mimi nafuatilia sana. Unaona kama watoto na vile vile. Kwa watoto na mimi ndo shabiki TV Evamo Kristo nipo. Mustafa Mustafa. Eh, na na mimi pia Wallahi ni isma Yule sana sana mshikaji sio? Anajua sana. Yaani sasa nikikuja kugundua kumbe mimi nampenda basi wewe. Basi wewe unataka kutoka hicho kitu Okay. Mashabiki wengi hawajui kwamba wanampenda sio kwa TV. Wanampenda wanampenda basi wewe Okay. Sababu okay. Okay. gani okay.

sababu kila mtu bwana, unajua risk hiyo, sio kila mtu atafanya kila kitu. Unajua, kwa sababu mimi naona vitu vingi sana, yaani mimi ndio ninachoamini, pia naamini pia unaweza kana kwenye stand up comedy ukisimama, unajua kijiji kinaondoka. Kwa hiyo stand up comedy kama nikiamua kufanya mazoezi, sababu vile kila kitu ni mazoezi, kwa kufanya mazoezi hivi vitu vina vinakaa sawa. Haona kuingilia kazi za vijana, ndio hivyo sasa. <laughs> Unajua kila mtu kaa kwa simu <coughs> kama mimi, ndiko tuko huko kwenye maigizo ya kawaida ya TV show. Hey, hey. tuko kwenye nani, kwenye nini, kwenye dubbing si tunafanya hey. zile na mambo mengine yote tunafanya, mchezo wa redio hizi tunafanya hey, yeah, hey. so na huku tena watu wanaotanda <coughs> wapi

Walishaanzaga hivi vitu walianzaga, mnanibishanga ba bashaga, walianzaga hivi vitu hichi yeah. Hichi ndio walianzaga vipi hicho, waona yeah. Wakaja watu yeah. wengine hapa katikati wakaja yeah. Kuna msipi pili pili katikati yes, yeah. Waona baada ya kainua waona, sasa hivi wakaja tena, cheka tu hawa, umeelewa eh yeah. yeah. Pamoja yeah. na mdogo wangu kilasi wote hawa wote yeah, okay. Wabambana kwa hiyo inakuwa kwa sababu tulipotoka na tulipo tofauti, umeelewa. Tulipotoka kwenye moja, sasa hivi tuko kwenye kwenye saba, kwa tunatafuta kumi Wanawabidi wana, waongeze ubunifu kwa ile tofauti wale wazetu wanavyofanya wa wametuzidi, nini basi, nawataka waongeze bombo fulani hivi kidogo, izionekane vitu vizuri, siwe kama vibonzo tu, kila mtu vibonzo, kibonzo ambacho na seminar kila siku iko huko. Hapana, ingiza yeee... story ambazo kaeleweka, ambapo mtu akiangalia, anajua kabisa hii ni story. Niko na baadhi watu tunaangalia hata wa nje, kuna kabisa unakuwekea story ambapo, yaani uamini, yaani mtu paka

na sasa hivi sana ya stand up comedy ndio imekuwa kubwa. Comedy sasa imekuwa kubwa na hasa stand up comedy inafanya vizuri, kwa hiyo tuombeeni tu muongeze ubunifu, na naamini na wanafanya vizuri eh, wanaweza. Kina Koi na wenzako kwa kina Joy Master, kina nani, wote wanafanya vizuri. Ubunifu uzidi, tusiwe tusiwe kila siku ile kwa choko, mwisho wa siku watu watatuacha mambo yale yale. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ili, ili, ili, ili niweze ku, kuja kuingiza sauti pale ya bwana Basil inabidi niweje yani, niwe na kitu gani? Au mazoezi, nianze na mazoezi? naanza na mazoezi kwa sababu pale pia wanatangaza pale, Azam huwa anatangaza nafasi kwenye TV, anaonyesha kwamba tunataka watu wapya, labda wanafanya audition

aba tunachanganywa na watu wengine, maisha mingine yaendelee mbele. la kishkmbasiwez kuimba siwezi, yani kuimba siwezi na sitaraji kuimba, na kuongea vitu vingine sio vizuri bwana. Tu <laughs> <laughs> um, balei, kwa kwa hiyo Mkojani anaongea hivi, we maliza, tusikaekana sawa. Hii unamweka mtu sawa, bwana, pale sanaa hamna. Mi kitu ambacho nakimaanisha kupitia sanaa yako hii, unaona? Ndo maana nimemtolea mfano Mkojani, kaichukua sauti yake kaipeleka kwenye mziki, anajua kabisa nikitumia hii sauti yangu kwenye mziki itaenda <laughs> au sio, bwana? Sasa nawe Kazoa, ukitumia ile sauti yako ukiingiza kwenye production, kagongwa dundo amapiano, wewe mjini baba. Ah, babatatizo ja nini, najuajua sizo sanaa san, san, yetu hizi, atukubaliane, unabidi kama sana yako ni sanaa sio mfano. Nen... ikomalie, itengenezee ubora zaidi. Nen... umeelewa? Nen... iboreshe, ilimadi inawezekana kwa top wenye hiyo sanaa yako. Ah, mambo ya kufanya kila kitu, kila kitu, kila kitu utachanganyikiwa hiyo. Utachanganyikiwa hofu, utaweza kufanya kwa ubora kwa vitu vyote. Eh, utakuwa unakurupuka tu, unakurupuka kila sehemu. Kwa sababu kusema leo uimbe uweze kuimba kumpita Alikiba, uimbe kumpita Diamond, kumpita kwa rais. Eh, uweze. Kwa mtu anakuzingua, anachezesha, basi imeisha. Wamekaa pale wote kwa kusubiri Kazo, njoo uimbe. Siwezi kuimba mimi. Umeelewa, mimi ndo nakuongelea tu pale. Anaweza kuongea vizuri kwa mashairi, katumia sana yake ni mpoto. Ambaye anaongea mashairi ndo anaeleweka. Mimi pale amapiano juu. Muziki ni burudani unajua, mtu aibaatataa u watulia na muziki wao, kelele kelele. Wache singeli, wapo wenye singeli yao watafanya. Wakina nani hao? Wakina Dulla Makabila, wakina Meja a Kunta watafanya, wakina nanii, watu watafanya nani zao lakini yeah. Sisi na sisi tunafanya nini? Sisi tunafanya sanaa. Kwa hiyo kama tuheshimu kipande chake, mimi hapa naanza kila siku nitengeneze, eh, niwe mkubwa zaidi hapa kupitia sanaa yangu ya ucheshi, ya ucheshi, hii ya nani ya acting, umeona? Achana na stand up, stand up wacha ambao waliingia miguu miwili kwenye stand up, wacha nao pambane, wauboreshe na sisi kutuonesha, kila mtu akae nafasi yake, so kama gangano, kila sehemu nipo, au uongo ndugu yangu? Bwana Kazoa, mi nashukuru sana, kama nilivyosema hapo mwanzo, mi shabiki yako sawa sawa e, na kufuatilia sana, sana, sana, sana, sana. shukrani sana. Na Mungu abariki bro. Uendelee kuwepo, wewe ni muhimu sana, uendelee kuwepo. Ukipotea bwana, tunaondoa nguvu kazi mzee, au si huyo? Basi tunampata wapi? kabisa kabisa. Bwana e, shukran sana, asante kwa nafasi yako, Mungu akubariki bwana e. kuna haya majiko jamani, ni mazuri sana